La mwananchi nguvu mashinani, asanteni sana. Sasa mimi nimeona pale, who are the voters? Nani ndio wapiga kura? Mpiga kura ni ule mtu aliamka asubuhi, akaenda akashika kura na ako na kadi ya kupiga kura, huyo ndio mpiga kura Mpiga kura hizo kwa mtu yote kwa na ID yule mtu akona kadi ya kura ndio mpiga kura. Mimi Mr Speaker, nitaenda pale kwa leaders wenye wako likely to be reelected. Hapo ndio mimi nitaongelea, alafu na wale wenye wataona hii mlango ya kureelect kwa mbali sana, ndaongelea vitu vitu sababu ya muda, Mr Speaker au viongozi wetu aso, mimi naongea about Nairobi County Mountain View n Ward, Kangemi Ward, Kitusuru Ward, Parklands and Karura. Mr. Speaker, kiongozi mwenye kumtoa tafuta dhidhiya kumtoa kura ana bahati ya kupita tena kuwa re-elected. Ni maoni yangu huyo ni kiongozi wa Kangemi Central. Sababu, ukiangalia wapinzani wake hajapata wale opponents wazito na ukiangalia kazi anafanya kuna kazi pia zaonekana, kuna wale wa, mama zetu wanawasaidia, vijana zetu wanatusaidia, kazi yake at least yeye unaweza mumit ukimhitaji, ukimuhitaji, Mr. Speaker, yule kiongozi mwenye atakuwa na hadi time kuwa reelected ni kiongozi wetu wa Mountain View. Sababu gani niseme hivyo? Yule kiongozi wetu ni mzuri sana, maendeleo yake anajua kuchunga watu wengine tumbo, yeye akuite kwa nyumba akupe ugali na samaki akupige picha akuweke Facebook. Hiyo ndio maendeleo iko maundeni. Mr Spika, unajua tukikuchagua kama sisi wapigaji kura tunataka matunda, tunataka development, sio kutupea ugali na samaki alafu utupige picha utuweke online huyo ndio kiongozi tutangoja tu, itafika siku gani? Tuamka asubuhi saa tisa tuko laini, tujaribu kumpeleka nyumbani, tutafuta ile kiongozi atajali maslahi watu wa Mountain View. Mr Speaker, ndaongea kuna kiongozi yule ajakuwa elected lakini amekuwa akisaidia. Unaona, huyu kiongozi kimpa chance, atafikia wananchi wa kawaida. Hii ni western constituency tumekuwa na wanasiasa wengi na kuna mtu mmoja tu peke yake ana ile roho ya utu. Yule mtu ukimhitaji usiku utampata, ukimhitaji mchana utampata, yeye anakuwanga available. Na huyu ujampigia kura huyu, hujai muelect huyu, ni anafanya kazi zake. This guy is a contractor, honorable Norman, Norman yeye ajapata ye kiti ya siasa yeye bado ako mbali, anafanya biashara zake ndogo ndogo, lakini hata ukimtafuta usiku saa nane utampata. Ukitembea hii Kitusuru, Maonde na Kangemi huwezi kosa, kwa watu kumi watu watatu amesaidia kulipia watoto school fees. Huyo ni kiongozi, bado hajakuwa elected, ndiye anatafuta, lakini ameanza kazi kitambo. Mimi nitauliza voters, only voters, sio Wakenya, voters before we elect mtu angalia historia yake, jaribu kuchunguza historia ya mtu huyu. Mtu anakuja kuambia atakujengea, atakujengea barabara, atakunulia nini, lakini ukiangalia maisha yake yenyewe, maisha yake yenyewe ajaiishi hata Westlands, thanki maspika, maisha yake yenyewe Western ajaikanyega constituency. Yeye ni kijana amelelewa ng'ambo, baba yake alikuwa mbunge mama yake amekuwa minister yeye. Yeah, ajui kama kuna mwananchi Kangemi ana, ana, ana, ana have one meal a day anakula tu saba peke yake hadi kulala yeye. Yeah, ni mtu amelelewa na vitu. Huyu kiongozi kama huyo, kimpea kiti wako, present, Speaker, kwa mbunge wako akurepresent, mtaumia sana. Msichagua mtu kwa sababu ya masomo. Viongozi wamesoma wengi sana, ukiangalia historia yao hawana development. Ukitembea Nairobi county nionyeshe gorofa mzuri sana ya profesa. Ukiongelea hizi akaunti zinamanajiwa na profesa wako nyuma kwa maendeleo. Leadership sio about my education, leadership ni mtu amezaliwa kuchunga wananchi na kujali maslahi wananchi wa kawaida. Thank you president, Speaker, yeah, that is bwana Sirajofu.